Kwa sababu gani? Akili yake na mwili wake hauwazi mambo ya Mungu. Sasa ninapokuwa na Roho Mtakatifu, yeye ataniongoza lipi nyema, lipi baya, nini nifanye, nini niache. Na ndio maana unakuta mtu yuko tayari awe mwongo tu. Kwa nini? Kwa sababu hana kitu kinachomshuhudia kwane. Nasema nini huo, wakati mwingine unafanya vitu unapata hasara kwa nini? Kwa sababu hukumshirikisha Roho Mtakatifu wa kuongoze. Na ndio maana unajikuta unaingia mahala unapata hasara, unaanzisha biashara unapata hasara. Swali ni hili, Roho Mtakatifu alikuwa wa kwanza kwako kabla ya biashara? Maana yake kabla sijaanza kufanya hicho, je, ni Roho Mtakatifu aliyeniongoza? wa wakati mwingine tutamlalamikia Mungu, lakini tumeacha moyo wa maisha yetu tumeacha kiini cha maisha yetu, tumeacha uh, Roho Mtakatifu, tumekwenda peke yetu, na hii ndio sababu inatufanya turudie tena kulizungumzia hili. Wengi tumepata kipaimara, lakini hatukutaka kuongozwa na huyo tuliyopokea siku ya kipaimara. Sifa kwa Kristo. Yeah, kaka yangu huyu ana gari ilwapo, bila shaka umeomba lift umeomba lifti akupakie gari, sio la kwako. Unataka akupakie, unapoingia ndani unamwambia dereva, kaa nyuma, mimi nafanyaje? <laughs> na kuendesha. Unajua kuendesha ndicho tunachokifanya wengi. Tunampokea Roho Mtakatifu, lakini baada ya kumpokea Roho Mtakatifu tunamwambia Roho Mtakatifu, kaa wapi? kaa nyuma mwenyewe mimi nitakaendesha gari. Na mwisho wa siku nakuta pengine njia uinjui, unaingia kwenye makorongo na, na mwisho wa siku unapata ajali mbaya. Ukipata ajali mbaya, unaweza kunungunika juu ya kanisa lako, na mwisho wa siku unahama na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ulimkataa Roho Mtakatifu, ukataka ujiongoze mwenyewe. Aleluya, tumsifu Yesu Kristo. Leo amua Kivuo kwanza, nikwambie kitu. Mganga wa kienyeji haendi kuchuma dawa kama msimu haujasema. Kama utaki kuamini, waulize hata wale ambao wanatumia sijui dua, sijui nini na nini. Hawawezi kuleta dua hiyo kama majini yao hajafanyia, hajasema. Hata wale ambao walikunywesha kale kwa karatasi kameandikwa maandishi ya namna gani, akaloweka kwenye maji, akakwambia kunywa, asingesema unywe kama hajaambiwa na majini yake. Ani. Wanayo roho inayoongoza sisi pia watu wa Mungu roho mtakatifu e Yesu Kristo anatupa roho mtakatifu atuongoze haleluya haleluya nakumbuka wakati ule korona inaingia nilipanga kulima